Haleluya. Karibu katika neno la Mungu lililopo katika kitabu cha Warumi sura ya kumi pale kwenye mstari wa kumi na saba tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Neno linasema ya kwamba basi imani chanzo chake ni kusikia na kusikia kuja kwa neno la Kristo. Amen. Ndugu mnayotusikiliza Mungu awabariki, ninawakaribisha pia katika neno la Mungu. Paulo akaandikia kanisa la Walumi, akawambia basi chanzo cha imani huja kwa kusikia, na kusikia huletwa na neno la Kristo Yesu. Neno imani inaonekana katika sehemu nyingi katika Biblia. Utakapoanzia kwenye agano la kale hadi kwenye agano jipya, utaona neno imani linakuja mara kwa mara. Yesu ameambia wagonjwa ya kwamba imani yenu imekuponya, pia Yesu akaambia wanafunzi ya kwamba endapo mungekuwa na imani sawasawa na mbegu ya ardni ya ardhani tayari mungeweza kuamuru yule mlima na ukawatii. Ina maana sasa neno imani linaonekana sehemu nyingi katika Biblia. Mwandishi wa kitabu cha Wahebrania sura ya nne mstari wa pili panasema ya kwamba neno walilolisikia halikuwafaa kwa kuwa hawakulichanganya na imani. Sasa neno imani ni nini katika Biblia au katika maisha ya muumini? maisha tunayo yaishi, Biblia inaonyesha ya kwamba ni maisha yenye imani. Mwanadamu alivyotengenezwa, kuna mtu anayeonekana na kuna mtu asiyeonekana ndani yake, na ndiyo maana katika nyaraka za Paulo akiandikia kanisa la Wakorinto aliwaambia ya kwamba ijapokuwa mtu wetu wa nyuma anaoza, lakini mtu wetu wa mbele huwa anaishi milele hata milele ina maana amezungumza ya kwamba kuna watu wawili, kuna mtu wa nyuma na kuna mtu wa mbele. Huyo mtu wa mbele ndiye anatakiwa kuwa na imani, na ndiyo maana sasa tunaishi katika mambo yanayoonekana, lakini kupitia yule mtu wa mbele. Sasa, msingi wa imani ni nini? Msingi wa imani ni neno litokalo kwa Mungu, neno hilo unalijenga matumaini baada ya kulijenga matumaini, neno hilo unaliishi kwa kulikiri na siku moja utayaona na macho. Na ndiyo maana Yesu alipoambia wanafunzi katika Marko sura ya kumi na moja mstari wa ishirini na nne anasema ya kwamba mnapoomba na mnaposali, muamini ya kwamba siku moja mtayaona na macho. Huwa imani inakuja katika sehemu nyingi za Biblia. Wewe kama ni mfanyabiashara utakapokuwa na imani utafika katika mambo mengi. Wewe kama una ndoa au huna ndoa, wewe kama una watoto au kama hauna, ukiwa na imani, imani hiyo itakuja ukuzalia matunda. Imani sio kile kitu unachokitegemea ni kitu ambacho ulikuwa hauoni kama kinawezekana, lakini kinawezekana. Kwa mfano ni kwamba Hana alishiriki kwenda kwenye mlima kutafuta machoni Mungu na Mungu akamtendea kulingana na imani aliyokuwa nayo. Samweli akaweza akapatikana kupitia imani. Yako unachokitegemea unaweza ukakiona. Haleluya! sijui ni nini unachotaka kwa sasa, lakini kama unaumwa uamini ya kwamba kuna uponyaji. Kama una kuko kwenye shida, amini ya kwamba shida hiyo itaondolewa kama wewe ni tasa uamini ya kwamba uponyaji upo, uamini ya kwamba watoto watapatikana. Kama ofisi yako ni duni uamini ya kwamba ofisi hiyo kupitia imani uliyonayo im, ofisi hiyo itakuwa kubwa. Ninachokusihi kwa muda huu na saa hii na kutakia uwe na imani katika maisha yako. Haleluya! Biblia inasema ya kwamba neno waliolisikia halikuwafaa kwa kuwa halikuchanganywa na imani. Ili neno likufai, lazima neno uweze kulichanganya na imani, na ndiyo maana biblia inasema ya kwamba katika Wahebrania sura ya kumi mstari wa 38 kuendelea 39, wanasema ya kwamba mwenye haki wangu ataishi kwa imani, endapo atakapotoka katika imani hataufurahisha moyo wangu. Neno linasema ya kwamba lakini sisi, mimi na wewe, hatuko wale ambao wanaotoka katika imani. Tupo ndani ya wale watu wanayodumu kwa imani, na hapo tunaingia katika furaha ile kama alivyoahidi. Aliahidi nini? Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na moja panasema, kwa kuwa andiko lasema, sio mimi nasema kwa kuwa andiko lasema ya kwamba amwaminie yoyote hata aibika kamwe. Wanayochunga waibike, sio wewe utakayeaibika, wao ndio watakaoaibika. Haleluya, uwe na imani tu na neno hili ulijenge katika moyo wako. Biblia inasema imani hiyo huwa inakuja kwa kusikia, na kusikia huko unaletwa na kusikia neno la Kristo. Sijui unachosikia leo na kutakia ulisikilize neno la Mungu litakaloweza kuleta mabadiliko katika maisha yako. Tumeyasikia mambo mengi kwenye taarifa ya habari, kuna mambo mengi, uchumi nchini, kuna mambo mengi yanayosemwa kwenye magazeti, wanasema vitu vingi. Shangazi yako, babu yako, mume wako, mke wako waliongea vitu vingi, lakini sikiliza, Mungu anasema nini katika muda huu katika neno lake unaposoma Yeremia ishirini na tisa kuanzia mstari wa kumi na moja utauona mpango Mungu alionao kwenye maisha yako. Mpango Mungu alionao kwenye maisha yangu na maisha yako siyo mpango wa shida, ni mpango wa kukuinua, mpango wa amani, mpango wa faraja, mpango wa kukutendea mema, na katika jina la Yesu Kristo, Uwe na imani katika maisha yako, usijali mambo yalivyo leo, lakini ujue ya kwamba kuna Mungu anayebadilisha mambo kupitia imani uliyo nayo. Bwana akubariki sana. Shalom, shalom.